Matamu matamu utane na mpenzi anayekupenda, so anakukabidhi mwili wake, kisha anakwenda nawaona, muona wa muhimu, kumbe ameshakupiga kalenda. Basi linda moyo wako ndugu, kuna kutendwa. Hmm, nilikuwa na mpenzi kifanikwango alideka Ah, ni beef tangu ah, afike huyu kitu hatuna amani kabisa na huyu kama zamani. Zamani tulikuwa tunaenjoy kwenye makochi, chooni tunaogeshana, tuna fly tunaogeshana, lakini tangu afike huyu yani hatuna uhuru kabisa yani, kama yani uhuru tena si uhuru yani, yani imekuwa kama jela, huwezi amini yani. Mpaka saa hivi mgongo wangu unakuwa mosi na uoga mwenyewe zamani kwa nisumbua nini nang'aa, lakini sasa hivi nachuja yani, mpaka yani nashindwa kuuliwa. mm. hmm. hata mimi mwenyewe yani kitu kanikifu kabisa hmm. na akijua, sidhani kama watasema kwa kaka yake mwenyewe. Ataka mpaka lini? Unajua, mimi nimemiss wewe Ndio limehamia maana so kwa ule mbegi si? <laughs> <laughs> Unajua tena watu kutoka vijijini, yaani ni vijijini <laughs> ndio <dome> umemja yani pale kiruga sasa <laughs> <laughs> Je, tufanya tu kwa nini? <laughs>

Sa mangungu pale, Sasa mingi, mangungu wewe ma, si bana ratibu kila kitu pale. Sasa mangungu wewe hachezi. Sikiza nikwambia ile Simba. Simba ile ni mbovu. Umeona? Yaani wachezaji pale hachezi kwa moyo. Yani ah, mfano unaona mpanzo. Mpanzo wewe anacheza Simba lakini moyo wake uko Yanga na sio huyo wako wengi. Hakuna. Yaani pale mangungu ndio kwenye shida. Mangungu kaa vizuri. Mtu anakaje? Yaani mtu akiwa Simba ni Simba tu ndio. Shida shida ni kwa yaani shida ni kikosi kile chote kile Simba. Hakuna shida ya kikosi pale. Nilonge nisilonge, mwenzenu yule mchumba wake ni yule Unavoendaga kazini, sisi hapa ndio naonaga vitu uh -huh. vingi nyumbani. <laughs> Kaka bwana nini, isemu kweli ndio nashukuru sana kunileta kwenye nyumba yako, ila kuna baadhi changa e, ya changamoto ambazo zinatokea. Sisi ni binadamu, lazima tuwe tunaelezana mambo. Mengine ni madogo madogo yanaisha. Nini, umeenda eh. yeah. kazini yeah hapa nyumbani yani tuna, tuna feel kama upo nyumbani uh. Yani tuna enjoy sana tuna fly. Eh, eh ndio huwa <laughs> tunaishi kwa amani eh. Uh. Eh, ndio yani tuna enjoy tuna fly tunacheza karata eh. Kwanza shemeji mimi nimependa kitu kimoja uh. Kweli kaka yangu unajua kuchagua. Kwanza shemeji ana mapenzi ya kweli kabisa na wewe. hey, hey. Hey. Kwa sababu tukiwa tunakaa hey, muda wote stori zake zote zinakuhusu wewe pia, yaani shemeji <laughs> kaka umepata mke yaani. Hey, hey. Hey, hey. Tunakula kwa wakati. Kwanza shemeji ana nani, shemeji anajua kupika. Hey, hey. <laughs> Yani kakangu kama hujamuoa, hotel management huyu, sisi wasomi nasemaga hotel management. Yani kaka, hapo umechagua huyu. Unajua mwanamke ni mtu na nusu. huyu hapa mtu na nusu anaelekea robo tatu kabisa, au siej? Mapenzi matamu matamu, utane na mpenzi anayekupenda. Kaka unajua, ndugu yangu nimeanza kuelewa wahenga wahenga wanasema, rafiki ni mkia wa fisi, kikulacho kinguoni mwako, na shukrani ya punda ni mateke. Naona mateke sasa anaanza kunipiga. Kinyago nimekichonga mwenyewe, sasa kinaanza kunitisha lakini kikinyago ni kinyago, kiki ni kiki cha mpakuri. Sasa dawa yake ipo jikoni, dawa yake inachemka, dawa yake ipo jikoni. matamu matamu, utani na mpenzi anayekupenda feti feti. Abe yo sawa Maki, rafiki uliyegeuka kuwa adui na kuomba, ondoka mara moja. Nikirudi nisikukute. Nikikukuta tutagawana majengo ya serikali. Maki.